Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. kama wewe ni mgeni, Kadilo Online, tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati. Kama wewe hupata wateja wengi mtandaoni, tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tunarusha matangazo ya, tuna ya kusponsor tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor, tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema, utakutaarifu huwa tumetoa video mpya. Basi bofia subscribe. Je, unashindwa kufanya matangazo ya kusponsor? Unashindwa kupata wateja mtandaoni? Umekwama hujui jinsi ya kuanza kuuza bidhaa au huduma mtandaoni? Wajasiriamali wengi wanahangaika kupata majibu ya maswali hayo. Wengi wanatangaza kwa gharama kubwa, lakini hawapati matokeo mazuri. Baadhi ya watu wanaendelea kuteseka kukosa kipato kwa kushindwa kujifunza jinsi ya kuanza kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kama unatafuta majibu ya maswali hayo na unaendelea kukaa bila kuchukua hatua, maana yake hakuna kitachobadilika kwenye maisha yako, utaendelea kuteseka maisha yako yote bila kipato. Kama kila siku unahisi hauna pesa au unafikiri zaidi kupoteza pesa kuliko kufikiri kupata pesa Kubadili maisha yako itakuwa ni changamoto. Hakuna kitachobadilika kwenye maisha yako. Kama unatamani kujifunza na kupata mafanikio ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, kufanya matangazo ya kusponsor, habari njema, leo utabaini makosa ambayo watu wengi wanafanya. Kuna makosa makubwa watu wanafanya, hususan kwenye mitandao, wanashindwa kuchagua aina ya watu wanaotaka waone na kupata ujumbe wa matangazo yao. Wanaweka ujumbe usio sahihi kwa hadhira isiyo sahihi. Matokeo yake wanapata watu ambao hawawezi kununua kile wanachokiuza. Bila kujifunza mbinu hii, unaendelea kufanya matangazo, unatumia gharama kubwa, unapoteza pesa na biashara yako itakufa kwa kukosa wateja na kuanza kuangaika. Katika podcast hii utabaini jinsi ya kuepuka makosa unayofanya kwenye kuandika ujumbe hususani vichwa vya habari vya tangazo ukilenga watu wote. Aina ya watu walioko mtandaoni: kwenye ulimwengu wa mitandao kuna aina tatu za watu wanaotembelea mitandao hiyo kama ifuatavyo. Mtu wa kwanza, kuna mtu ambaye amekufollow kwenye mitandao yako ya kijamii na anakujua jina lako Pili, kuna mtu ambaye anatafuta suluhisho la tatizo lakini hajui chochote kuhusu wewe. Anatafuta suluhisho la tatizo mtandaoni lakini hajui chochote kuhusu wewe. Tatu, kuna mtu ambaye hatambui hata kama kuna suluhisho mahali, lakini anajua kuwa ana tatizo. Kila kundi kati ya hawa linahitaji ujumbe tofauti. Haiwezekani ujumbe mmoja utakaoandika kwenye tangazo lako ukawavutia watu wote hawa. Kamwe, nguo moja haiwezi kuwatosha watu wote. Kwa anayekufahamu, kwa mtu anayekufahamu kila mara ana post e, unaposti posti zako kwenye mitandao ya Facebook au Instagram. Unaweka ujumbe unaweza kumvutia mtu kama huyo ni kama ifuatavyo. Mfano, kwa mtu ambaye anayetaka kuuza bidhaa mtandaoni unaweza kuweka ujumbe kama hivi: halo mpendwa, nime, nimeandaa video mpya ya jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni hatua kwa hatua. Unahitaji kuangalia video hii kwa sababu itakuonyesha jinsi ya kufanya kupata wateja wengi. Ujumbe kama huu unafanya vizuri kwa wale watu wanaokujua, ambao wamekuwa kufuatilia posti zako mtandaoni kwa mtu ambaye hakutambui kama kuna suluhisho kwako, kulenga uh, watu ambao hakujui, lakini wanahitaji suluhisho la kupata wateja, wanahitaji kuboresha biashara zao, matangazo yako na ujumbe utajikita katika kueleza suluhisho. Kwa hiyo unahitaji kuziteka hisia za kwanza kwa vichwa vya habari vyenye mvuto vinavyotoa suluhisho ya matamani matamanio ya walengo wako, kisha unawaelekeza kwenye jukwaa lako. Kwa mtu asiyetambua kama kuna suluhisho lakini anajua kama ana tatizo, kundi la watu wa aina hiyo wako katika hali mbaya, hawajui wafanye nini kuondokana na matatizo yao. Unaweza kuwapa ujumbe kama ifuatavyo: kama umejaribu kuuza bidhaa mtandaoni mara kadhaa na kushindwa kupata wateja, hauko peke yako. Hii ni suluhisho lako. Katika kuwasilisha ujumbe wa matangazo na kuandika vichwa vya habari vyenye mvuto, kila kundi linavutiwa na ujumbe tofauti na lugha tofauti. Kama umefaidika, andika hapo chini umefaidika, kisha bofya subscribe, share, comment, uh, video hii, kisha tukutane kwenye video ijayo.